Makosa yanayofanyika katika ibada ya haji. Kosa la kwanza: itiqadu ana rakaatai al lihrami wajiba. Itiqadu ana rakaatai al lihrami wajiba, kuitakidi kwamba rakaa mbili za kuhirimia ni wajiba, ni lazima mtu asali rakaa mbili kabla hajahirimia.

fayusannu lihramu li ba'da faridha, kwao ni sunna kuhirimia baada ya kusali sala ya faradhi. Si kwamba kuna rakaa mbili maalumu e, mtu anasali halafu ndio anahirimia, bali Mtume alihirimia baada ya sala ya faradhi, sio hizo rakaa mbili za sunna.